Mpendo mtazamaji na mpendo msikilizaji wetu inapenda kukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya mwenoe Yesu. Leo tarehe kumi na tisa ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano somo letu lina kichwa kinachosema kutakaswa kwa ile kweli. Fungu letu kuu linatoka katika kitabu cha Yohana 17 na fungu la 17 nalo linasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mungu, leo tena tumekuja kujifunza kweli zako, tufundishe na ututakase kutoka katika kweli inayotokana na wewe mwenyewe. Tunajiombea sisi wasikilizaji na watazamaji wote tunakuomba utufundishe kutoka katika kweli zako, kweli hizi zikatubadilishe na kutujenga sisi pamoja na familia zetu zaidi sana, zizidi kutuandaa tufae kwa ajili ya ufalme wako. Hili ni ombi letu kuu kwa jina ya Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Ni kwa njia ya ukweli, na kwa uweza wa Roho Mtakatifu tunatakaswa tunabadilishwa tufanane na Yesu Kristo. Na ili mabadiliko haya yaletwe kwetu, lazima kuwe na ukubali kamili wa ukweli usio na masharti, na kujisalimisha kabisa kwa roho kwa nguvu yake ibadilishwayo. Watu wengi wanashikilia kwa ushupavu upekee wao. Hata baada ya kukiri kuupokea ukweli kujitoa kwa Yesu, tabia zile zile za zamani zinaendelezwa, kiburi kile kile kinaonyeshwa, dhana zile zile zinapewa kipaumbele. Ijapokuwa hao wanadai kuwa, kuwa wameongoka, ni ushahidi kwamba bado hawajajitoa wenyewe kwenye nguvu ibadilishayo ya ukweli. Kuzaliwa upya kunahusisha kuwa na mitazamo tofauti, mwonjo mpya na mielekeo mipya. Wale waliozaliwa katika maisha mapya ya Roho Mtakatifu wamekuwa washirika wa asili ya Uungu, na katika tabia na matendo yao yote watatoa ushahidi wa uhusiano wao na Yesu. Amri, basi ninyi mtakuwa kamilifu, kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu, kamwe isingetolewa ikiwa uwekevu ungekuwa haujafanywa ili kwamba tuweze kuwa wakamilifu katika mazingira yetu kama yalivyo kwake Mungu. Tunalazimika daima kuongezeka kutoka kwenye nuru hadi kwenye nuru kuu zaidi, huku tukishikilia sana kile ambacho tayari tumepokea, na kuomba kwa ajili ya zaidi. Kwa namna hiyo kamwe hatutaachwa gizani. Ujumbe wa rehema unapaswa kutolewa kwa ulimwengu na kuihubiri injili ya kweli. Ukweli, ukweli wa Biblia, huu ndio ambao watu wanauhitaji. Tukiwa tumepiga magoti, tunapaswa kudai ahadi ya neno la Mungu, tukiomba kwamba tuweze kupokea ukweli safi, usiochanganywa na kwamba tuweze kutambua uhitaji wa kutoa ukweli huu kwa wengine. Kisha wanaume na wanawake wataongolewa. Mkono wa Mungu utatambuliwa katika uanzishwaji wa makanisa mapya. Bwana atawabatiza kwa roho ya mitume wale wengi watakaoendelea kuifanya kazi ya umishonari katika maeneo ambayo wa watu hawaujui ukweli kazi ya mishonari itayapatia makanisa msingi wa kweli, msingi ulio na muhuri huu: Bwana awajua walio wake. Kisha Mungu atatukuzwa ndani ya watu wake. Utume wa Kikristo utajengwa juu ya Yesu Kristo. Chini ya uongozi wa Mungu kazi itasonga mbele, na ushuhuda usiohesabika wa ukamilifu wa kazi utatolewa. Watendakazi hawatatafuta kujitukuza, bali watamsifu Mungu kuwa mwasisi na mwandalizi wa kila kazi takatifu na yenye kuadilisha. Wametakaswa kwa ile kweli, kwa maana ukweli ulivyotendwa kadhalika na ulivyohubiriwa una mvuto utakasao katika tabia. Mwenyezi Mungu na awabariki sana.